Katika mwaka wa fedha 2025/2026 wizara itatekeleza vipaumbele vifuatavyo: moja, kuwezesha uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda nchini; mbili, kuendelea na utekelezaji wa miradi ya, ki, ya kielelezo na kimkakati nchini; tatu, kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwanda vya utoaji huduma kwa uboreshaji mazingira ya uwezeshi, ikiwa ni pamoja ujenzi wa miundombinu ya mitaa ya viwanda industrial cluster kwa ajili ya viwanda vidogo na vya kati kuboresha mazingira ya kibiashara na kuchochea ukuaji wa sekta binafsi. Tano, kuendelea na ufuatiliaji wa masoko ya bidhaa na huduma zilizozalishwa nchini. Sita, kuchochea maendeleo ya watu kwa kuboresha miradi na programu kwa jamii inayohusisha elimu na mafunzo na ujuzi na saba, kuimarisha usimamizi wa ubora wa usalama wa bidhaa nchini ikiwemo bidhaa za chakula na vipodozi. Mheshimiwa Spika, kazi zitakazotekelezwa na wizara na taasisi yake ni kama zifuatavyo: moja, kukamilisha mrejeo wa utekelezaji wa sera endelevu ya maendeleo ya viwanda. Mbili, kuandaa na kutekeleza mpango kabambe wa maendeleo ya viwanda hapa nchini. Tatu, kuandaa mkakati wa muongozo wa kuunda na kuunganisha magari. Nne, kuendelea na utekelezaji wa mradi wa kielezo ya Mchuchuma na Liganga na mradi wa magadi soda wa Engaruka kule mkoani wilayani Munduri mkoani Arusha tano kuendelea na kusimamia utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya chuma cha Liganga, ganga maganga matitu makaa ya mawe katewaka makaa ya mawe mhukuru pamoja na kulipia leseni za uchimbaji. Sita, kufufua kiwanda cha Mang'ula. Saba, kuendelea kufanya tathmini ya viwanda na kuainisha fursa na uwekezaji katika kanda ya Ziwa na kanda ya Kaskazini. Saba, kusanifu na kuendelea na utengenezaji wa vifaa tiba vya hospitali kumi kuimarisha na kuanzisha mitaa ya viwanda na viwanda darasa kwa ajili ya kongani za viwanda na biashara katika wilaya moja kila mkoa. Kumi kutayarisha viwango 740 vya kitaifa katika serikali, katika, katika sekta mbalimbali mbali. Kumi na moja kusajili makampuni ya majina ya biashara kumi na mbili, kuendelea na kusimamia utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi ya gara. Kumi na tatu, e, kutafuta masoko ya bidhaa za Tanzania. Kumi na nne, kuboresha hali ya ushindani na, na ulinzi wa mlaji katika soko. Na tano, kusindikize kusikiliza na kutoa maamuzi ya mashauri mbalimbali, kujenga madarasa ili kuongeza miundombinu ya kufundishia ya kujifunza katika maeneo ya Nzuguni kwa chuo chetu cha CBE katika kampasi ya Dodoma. Shukrani, Mheshimiwa naibu Spika. Wizara imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024/25. Ufanisi huu ulipatikana kutokana na ushirikiano wa wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi wizara, wakiwemo washirika wa maendeleo, sekta binafsi, benki mbalimbali na wananchi kwa ujumla. Kwa kuwa kidole kimoja hakivunji chawa, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wa maendeleo wa taasisi na mataifa mbalimbali viongozi na watendaji wote wa sekta binafsi wakiwemo Baraza la Taifa la Biashara, Taasisi ya Sekta Binafsi Tanzania, Shirikisho la Wenye Viwanda Tanzania, Chama cha Wafanyabiashara Viwanda, eh, Viwanda na Kilimo Tanzania, Chemba ya Wafanyabiashara ya Wanawake, jumuiya za wafanyabiashara eh, Tanzania, ikiwemo Jumuiya ya Wafanyabiashara wa Kariakoo, wa machinga, wazalishaji wa bidhaa za ujenzi wakiwemo wazalishaji wa nondo, saruji, bati, wallputi bod mbao na micha, kwa michango yao ambayo imesaidia ya sana sekta ya viwanda kuweza kunawili na kushamili katika nchi yetu. Mheshimiwa vile Spika, kuwa, kwa, kuwa dhati, wa, mchango, kwa dhati mchango wa wajasiriamali wa kada zote wakiwemo mafundi mchundo mafundi seremala mafundi uwashi mafundi wa kazi za mikono na watoa huduma za viwango, za viwango mbalimbali ambao wanachangia kuinua uchumi kupitia sekta ya viwanda na biashara. Wahenga walinena akili ni mali na jasho ni mtaji, na pia kidole kimoja hakivunji chawa. Hivyo, mafanikio tuliyoshuhudia leo ni matokeo ya jitihada kubwa za pamoja baina ya serikali na sekta binafsi. Asanteni sana sekta binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, niwashukuru pia wamiliki, wa, na, wamiliki na waandishi wa, wa vyombo vya habari, wasanii wote kwa mchango wao katika kulielimisha umma wa Watanzania kuhusiana na utekelezaji wa majukumu ya wizara na taasisi zake kwa ujumla. Ninawaomba muendelee na hali hiyo, tuweze kupanua wigo wa elimu kwa umma na hatimaye tushiriki kikamilifu katika kuendeleza sekta ya viwanda na biashara na kutia chachu zaidi katika mafanikio tuliyopata. Takwimu zinatuonyesha mwaka elfu mbili na ishirini na moja, graduates walikuwa elfu hamsini na nne nukta nane na leo hii wamepanda wamefika karibu ni elfu sitini na saba absorption capacity sio ya serikali ya Tanzania peke yake, isipokuwa dunia nzima. Hamna serikali hasa kwa nchi zinazoendelea itaweza kuajiri watu wote. Private sector viwanda na biashara ndio sehemu lango la kuajiri. Ndio maana katika eneo hili naomba niwahakikishie kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan hivi sasa itakuja na mpango mahususi wa ujenzi wa viwanda wa miaka sita, utaanza mwaka huu mwishoni mpaka mwaka 2031. Malengo yetu ni kwamba kujenga viwanda karibu 948 vitavyoajiri watu milioni ajira za moja kwa moja ni watu milioni moja. Wale waliobakia milioni tano plus watakuwa, hizi ni indirect employment. Lengo letu ni kwamba eneo hili